Kweli changamoto ziko kama ulivyoziona yeah. za invasive species. Yeah. na tunayo mimea kama aina tisa hivi ambayo iko hapa imevamia. Kama umeshapata maelezo kama hayo, nafikiri sitakuwa na mengi sana, ni kama alivyokueleza, ila tunajaribu kupambana nazo kuona jinsi gani tunaweza kuzi, at least kuzipunguza kwa njia yeah. mbalimbali yeah. na tulishaanza njia laida ya ku, kusieka kuna kung'oa, kuna kuchoma. Sasa unachagua njia moja hapa ambayo inaona ina effect katika kuondoa, wakati unakuja unakuja kukompea na zile poto nyingine ambazo tumezitenga. mm. unapata sasa pengine njia hii ni nzuri zaidi kukompea labda na nyingine yeah. ndio kwa invasive species ni majani na mimea ambayo sio asili yake ya humu inavamia na kutawala o majani hapa yanaweza siwepo siku zijazo. Ndio sawa. kuna kumeautembe nataja kwa jina la kitaalamu ni kutembegea mm. cordifolia mm. ambapo inatoa majani ya purple mm. au blue mm. kwa hiyo sasa, ile ni kama herb ambayo waga inakuwa pale kwa muda wa ni hebu kwa mwaka mmoja, kwa mfano, hizi mvua zikishaanza kutokea hivi, yenyewe ndio ina ina ndo ina, ina, inaota kwa wingi, then mm. baada ya mvua kutoweka, ikaja kipindi cha dry season, yenyewe ina disappear. Lakini ku disappear kwake ni kwamba tayari imeshakuwa, imekuwa mature na mbegu zimekuwa zimesambaa. Kwa hiyo upepo unavyo move sasa, tayari ina una unasambaza kini... mbegu. Hatari yake ni kwamba utakuta wanyama wengine kule ambako inaota unakuta wanyama wengine hawaendi kule, kula cha, nani, kula labda kufanya grazing au kula chakula nani, mm. kule kwa wingi, unakuta wengine wanajitenga, wengine mm. wanakwenda kule. Kwa hivyo ukishaona ile characteristic ya namna ile ndio unajua kwamba tayari hii kwamba sio chakula cha wale wanyama ambao hiyo, yeah. tuna, tuna hapa yeah. um, sisi kama hifadhi tumeshachukua initiative za kuanza atlist atlist tunashirikiana na na watafiti mbalimbali mbali. Yeah, ili kuona njia ambayo itatuwezesha atlist kupunguza mm, ingaje itakuwa ni taratibu sana mm, ambapo sasa hivi ndio tunaendelea na hiyo, na hiyo, na hiyo, na hiyo hiyo hiyo hiyo research atlist tuki, tukimaliza tutajua labda tutatumia methodi gani ambayo itatuwezesha mm, atlist kuweza kuyaondoa yote ingapo ingawaje sio kwa mara moja, tutakwenda mm, na style hiyo kwa taratibu, yeah. Ndio kwa sasa hivi kwa kileta ya aina mbili Gutenbergia na Bidens schimperi kwa maeneo mengine nje ya creta, tume target kwenye kwenye Datura stramonia, Argemone mexicana na Verbena species. Na kwa sasa hivi toka tarehe sita mwezi huu nadhani mpaka mwisho wa mwezi wa tano tunaendelea na mowing, tuna trekta sasa liko field linafanya mazoezi tunangoa, na tumepanga tufieke grid nne ambazo ni sawa na kila gridi moja ina square kilomita moja ambazo gridi nne hizo zinachukua nadhani ekari kama elfu moja na, na tunawahi kufeka hayo majani kabla yajatoa mbegu na yajakomaa kurusha hizo mbegu. Na inawezekana baadaye tutapoenda kuchoma mwezi wa wa nane au wa tisa, kwa maana ya early burning au late burning, mwezi wa kumi tunaweza tukarudia tena kuchoma yale maeneo ambayo tulifeka before, ili mimea haijatoa haijatoa mbegu zake na kuzitupa. Yeah. Yeah. Kwa ujumla moto una tabia ya kustimulate mm. Zile mbegu kwa maana, kama sisi tunachoma late burning mwezi wa yeah. kumi, mizi imeshakauka na kutupa mbegu ambazo zimeshaingia zingine tayari mm. yeah. Late burning kidogo inasaidia, mtakuja kuchoma muda mwingine, mimea mingine haijatupa mime mbegu yeah. na zile mbegu yeah. mm. Kwa hiyo kuna namna gani nyingine zaidi ya kung'oa nini? Amna, amna utafiti ambao unaweza kutusaidia? Kuna utafiti ambao kuhuweka, tume... wadudu ambao watakuwa nakula tu hiyo mimea au ili kurahisisha na kumaliza moja kwa moja. Mmm, sasa hivi tunatumia chemical <coughs> kwa maana ya moto na kufika na kutumia nguvu za vibarua kung'oa, lakini kwa mfano kuna biological na chemical, na kwa maana hiyo wizara ya, ya mazingira na wizara ya kilimo ndio nadhani wamepewa mandate ya kufanya hiyo shughuli na ninavyojua, kwa nadhani, supervisor atanisaidia, issue ya chemical na biological ina sheria zake. Sisi tukitaka kutumia ilo zoezi la biological na chemical, mpaka tuombe kibali tuweze kuruhusiwa kutumia, na lazima utafiti ufanyike. Sasa hivi tuna ya tukimwaga, je, tume target species gani? Sababu hata hiyo biological utasema ume target Gutenbergia species, je ikiisha hao wadudu watakwenda kula nini? Kama ilivyotokea Lake Victoria, e, tumia yale mbawa kavu, je, yalipoisha yale magugu maji ilikuaje? Kwa hiyo na lenyewe tunahofia hilo, na kwa maana hiyo kwamba hatujajaribu njia nyingine zaidi na hii ya makini, kwamba tunachoma moto, tunang'oa na tunatumia matrekta kufika